Ni tukiangazia mengine ni kwamba hii leo kampuni ya Royal Media Services imeandaa hafla ya kuhamasisha wafanyikazi wake kuhusiana na uwekezaji na masuala ya usimamizi wa fedha kwa jumla. Mwanahabari wetu Emily Chebet amehudhuria hafla hiyo katika ukumbi wa RMS, na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja atupashe zaidi. Asante sana Mwanahamisi Hamadi. Tuko hapa katika ukumbi wa RMS ambapo uh, wafanyikazi wa, wa, wa, wa tu hapa jinsi umesema, wanapata huduma mbalimbali mbali, wanakuwa wanafundishwa jinsi ya kuwekeza, na pia unajua, wakati huu ni wakati mgumu, mshahara peke yake haiwezi, na hapa tutakuwa tunazungumza na baadhi ya wawekezaji ambao wamekuja kuzungumza na sisi ambao ni wafanyikazi hapa katika kampuni ya Royal Media Services na wengine wao ni watu wa afya kwamba afya yetu pia ni muhimu, ndio uweze kuwekeza, ni kadri uwe tu na afya njema. Na hapa nitaanza tu na watu ambao wa atueleze tu hapa wanafanya nini, nani kwa sababu gani wamechagua ile siku ya kuwekeza. Pia unafanya mambo ya masikio. Je, unaitwa nani? Na unafanya nini hapa leo? Uh, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Dennis Tunya Uh, mi ni daktari wa usikivu kwa kimombo tunaitwa audiologist. Uh, kwa leo tumekuja kueneza uhamasisho. Uh, mara nyingi, uh, watu hufikiria kwamba ni masuala yanayohusiana na macho tu, ambayo mtu akiwa anatashwishi kidogo anaona mana shida mara nyingi, we tend to, tunajaribu ku assume mambo yanayohusiana na masikio. So kwa leo tumekuja kueneza uhamasisho Uh, kikundi chenyewe kinaitwa Starkey uh, mimi mwenyewe nikiwa kama daktari wa mambo ya usikivu na pia ni education and training manager for Starkey in Africa. So tumekuja tu kuonyesha watu kwamba si macho tu ambayo kwamba watu wao wanazingatia kila wakati. Uh, tunahitaji pia kuzingatia kwamba kiwango cha kelele ambacho kinakuja kwenye masikio, kiwango cha vile vifaa ambavyo tunavitumia kama volume iko chini. Na je, leo kwa watu wa RMS ni free of charge ama mnawacharge siku ya leo? Yeah, tunasema kwamba Christmas comes early <laughs> hata RMS. Yeah, kwa leo itakuwa free of charge mm -hmm. Uh, lakini endapo tutapata kwamba mtu ana shida ambayo anahitaji further consultation, further review tutaku tutaku refer kwenye kliniki zetu na some of our partner clinics ambazo ziko Afrika nzima but kwa leo of course tukiwa RMS tupo Kenya. So eh, Nairobi popote pale ambapo ambapo labda mmoja wenu wako hapa hapa, hapa kutoka Kilgoris, ana report kutoka Kilgoris, ana report kutoka Mombasa, tutaona kule ambapo tunaweza kumtuma. Asante, asante sana. Na asante sana. Na na mwana tuko hapa. Wengi tu hapa wana, uh, tuko wengi wamekuja tu tu watu wa wa Chiroma ambao pia pia wanahakikisha kwamba tuko salama. Kumbuka waandishi wa habari tunapitia changamoto changamoto nyingi tu. Na pia, uh, wamesema mambo ya headphones tunatumia headphones tunatumia tunatumia um, vip kipaza sauti na saa zingine inatuharibu masikio. wanatuambia mambo ya ya pesa, tunafanya mambo ya fedha. Kuna watu pia ambao wanatuambia jinsi tutakapozeeka kuzeeka ama utafika ile miaka ambayo unaweza kukua, uh, umewekeza nini hapa. Tuko na watu wa Britam, nataka nizungumze nao pia, wamekuja hapa Royal Media Services. Ningependa usimame kidogo, kisha uniambie majina yako na pia mko hapa kama Britam kufanya nini leo okay. Kwa majina naitwa Peter Mbwege Tau, na tuko hapa kutoka kampuni ya Britam. Uh, tuko hapa kujadiliana ama kuzungumza kuhusu jinsi ambavyo tunakuwezesha ku, uh, kunufaika ama kujiendeleza kimaisha kutokana na ile pesa ambayo unatengeneza ama ile pesa ambayo uko nayo. Yeah. Na sasa leo hii umeamua ni Royal Media Services ni kwa sababu gani na pia services gani moja mbili tu ambazo mnatupatia siku ya leo? Okay, um, Britam sisi ni a financial uh, services group Muhimu ni kukuwezesha kuwa na kile ambacho tunaita financial freedom na financial growth. So in essence, tunasema ya kwamba tunakusaidia kuweza kuwa unaweza ku reap the most benefit, ama kujiendeleza, kujikuza kutokana na ile pesa ambayo uko nayo na ile pesa ambayo pia unatarajia. Tunaweza kukupa mpango ambao unaweza kuingia ndani yake ikaweza ku kufanya ukakua kutokana na zile pesa ambazo uko nazo ama zile pesa ambazo wanatarajia kupata. Asante uh, sana. Pia watu wa Britam, tuna watu wengine ambao wanajiita Eclov na watu wa re... mingi, tutakuwa tunazungumza pia na mwanadada mmoja. Utatuambia jina lako, kampuni yako iko hapa leo, wanatufanyia nini? Mmetuletea dini leo? Asante. Mimi naitwa Esther, kampuni yetu inaitwa Eclof Kenya. We are a microfinance institution, yani tunapeana mikopo kwa man, kwa wanabiashara, wafanyikazi. Uh, leo tumewaletea mambo mazuri sana. We offer check off loans for salaried workers. Kwa hivyo kama uko na umeajiriwa kama vile ro Royal Media Services staff, tunaweza wapatia check off loan unalipa

Yani, mitambo yetu iko sawa kabisa. Tunafanya kazi pia na wanabiashara wadogo wadogo, tuko kwa tawi uh, zaidi ya 40 all over the country uh, zaidi ya 55000 clients kwa hivyo hapa tuko na mambo mazuri. Uh, our products, as you can see a lot of high impact. Yani tunalenga uh, kukuza biashara na kufanya kazi na watu ili tuwainue. Kando na mikopo we offer training Uh, yenye inasaidia watu kuendeleza maisha yao. Asante sana. Mwana, tumeambiwa hapa sio kupewa tu pesa, pia tunafundishwa, tunaonyeshwa jinsi tunaweza jio, kwamba tu tunafanya kazi ya kutangaza pia sisi, tunataka uh, tuwe na investments na investments zetu tumeletewa na wengi wetu tumeambiwa tufike hapa kwenye ballot, utakuja uambiwe mambo yanavyofanyika hapa. Pia kuna watu wa Stanbic. Stanbic wamefika hapa wako na um, services zao pia tofauti, ambao watakuwa wanatuzungumzia tu na kutupa mawili matatu. Labda uniambie tu majina yako kwa kifupi, Stanbic leo wako hapa, mna services gani na gani kwa majina. Anaitwa Caroline Mugo. I nafanya kazi na benki ya Stanbic na tuko hapa kupatiana suluhisho kwa mambo yote kuhusiana na uh, fedha ndio um, tuko na ile uhusiano na Royal Media na ndo sababu tuko hapa, na kwa kulingana na hiyo uhusiano ambayo tuko naye tumekuja ku extend our services to Royal Media. Hapo mmesikiza vizuri, sio? Wao peke yao tena, tuna watu wengi tu hapa, mambo ni mengi, watu wanakuja hapa, unapata most of our colleagues uh, wamefika hapa, wamefundishwa, wameonyeshwa mambo. Tuko pia na CIC Insurance. CIC Insurance ni watu ambao wamekuwa wakitusaidia pia kiafya, na sijui leo hii wametuletea nini, labda utaniambia pia majina yako na ni nini leo umetuletea. Asante sana, habari yako? Habari zenye tuko salama. Hapa tuko na meza ya CIC ambao tunawapa bima, na tuko na bima tofauti tofauti. Tuko na bima ya afya, tuko na bima ya shule, tuko na bima za magari, tuko na investment za asset tuko na medical, tuko na professional indemnity, tuko na agri business insurance. In short, kila kitu, kila product iko hapa na tuna, tuko ready kuwa kuserve uh, wana, wana Royal Media na pia kuwaelezea na kuwaelimisha zaidi kuhusu insurance. Asanteni. Sawasawa, sawa. Tunashukuru sana. Labda tu kwa kifupi, tuko hapa na mpiga picha wangu uh, Steve Shitera ambaye atakuwa tu anaonyesha picha kidogo eh, hapa kwenye ballot tuko na kazi.